Rushwa ni adui wa haki, rushwa ni kosa la kimaadili, rushwa ni kosa la kiimani e, rushwa ni kosa pia la jinai kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania. Ndugu viongozi, madhara ya rushwa ni makubwa. Serikali imekuwa ikifanya jitihada kubwa kuhakikisha mapambano dhidi ya rushwa yanaendelea. TAKUKURU tumepewa dhamana ya kuongoza tu mapambano haya. Ingawa jukumu la kupambana sio la TAKUKURU peke yake, na la kwetu sote, lakini si tumepewa tu eh, kama uratibu. Sasa kama mnavyofahamu, kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, lengo ni kuzuia, ni kukuza na kuhamasisha misingi ya utawala bora na kutokomeza rushwa nchini. Sasa rushwa inaposhamiri hata utawala bora huwa una, unapotea. Wakati mwingine watumishi wabaya ndio wameisababisha dunia kuwa katika katika laana, maana mtu mwenye haki ameenda kwenye sheria akikusudia apate haki. Wana sheria poreni sana, mtu mwenye haki amekuja kwako kwa ili umpatie haki yake ipatikane haki yake wazi, lakini pamoja na kupewa na na na, na, na haki unaiona na unahakili stimamu kabisa ya kwamba kweli huyu mtu ana haki lakini kwa kupewa fedha tu eh? inabadilisha maamuzi, mwenye haki anakoswa haki yake. Mungu anasema amewaweka kwa, kwa, ya kwamba muamue kwa haki kuru mmepewa nafasi hii na Mungu, mumwakilishe Mungu kwa haki, kwa sababu wanaokula rushwa na wanaopokea rushwa na wanaetembeza rushwa ni sisi. Sema sisi maana yake ni sisi, sisi watu. Hakuna mbuzi anayekula rushwa wala ng'ombe wala punda. Ukiona rushwa imetolewa na mtanzania na imekwenda kwa Mtanzania na aliyoipambania ni Mtanzania, na mtanzania huyu ima kuna njia mbili, ima atakuwa wa msikitini au atakuwa wa kanisani. Sasa lazima tusimame imara kuwaeleza tunaoongoza katika nyumba zetu za ibada, athari na madhara ya rushwa. Mashehe, tusimame imara, lakini pia maaskofu na mapadili, tusimame imara ili tuhakikishe janga hili linatoka katika nchi yetu na tuweze kuwa. Nilitamani kwamba kikao kama hiki kifanyike miezi mitatu iliyopita au miwili iliyopita, ili kuleta picha nzuri, kwa sababu viongozi wa dini tukaondoka, tutakuwa na muda sahihi wa kuwafundisha na kuwahubiria watu habari ya rushwa. Elimu hii iende kule kwa watu wa vijijini, bado maeneo mengine, bado elimu haijatosha.